Nina imani na Huseni, sina hofu ye. Na yeye nawaombeni sana mkampe kura za kishindo, aweze kuwa diwani yenu. Huseni oye. Mama yetu Samia. Mama Samia haraka kutokana na mipango ya chama mama haraka kutoka na nafikira zake, haraka kutoka na uwezo wake, haraka kutoka na upendo wake. Twaunga mkono kauli ya mama, kazi na utu, tusonge mbele. Kwa unyenyekevu mkubwa, naomba kura za mafiga matatu. Naomba kura ya Daktari Samia Suluhu Hasani. Ndugu zangu, mimi kila nikitazama sioni zawadi ambayo tunaweza kwenda kumpatia Daktari Samia Suluhu Hasani kwa mambo makubwa ambayo ameyafanya Monduli, lakini kwa mambo makubwa ambayo ameyafanya, naomba tarehe ishirini na tisa tujitokeze kwa wingi kwenda kumpigia kura za heshima Daktari Samia Suluhu Hasani. Mkimchagua Daktari Samia Suluhu Hasani, tukimchagua na mbunge wetu mteule ndugu yetu Isaac Kadogo, tukimchagua na ndugu yetu Huseni, ilani inatuelekeza kuna mambo ambayo yataenda kufanyika. Lakini pamoja na hayo, chama chetu cha Mapinduzi kimetoa ahadi katika ilani yetu ya 2025 hadi 2030 watatujengea jengo la ICU lakini pia watatujengea na jengo la kuhifadhia maiti. Haya maendeleo yatakuja endapo tutakichagua Chama cha Mapinduzi na kujenga jengo la kufulia. Twendeni tukakipe Chama cha Mapinduzi kura kiweze kufanya mambo mengine makubwa zaidi. Kwa wilaya yetu ya Monduli tuliweza kupewa shilingi milioni mia tisa ambazo zimetumika katika kujenga jengo la mionzi. Tuna shule ya wasichana ya sekondari ya Erikisongo katika hii shule tumeweza kupata mabweni matatu ambayo yamegharimu shilingi milioni mia tatu tisini nani kama samia madarasa kumi na moja ambayo yamegharimu shilingi milioni mia mbili sabini na tano samia oye serikali katika uwezeshaji wa kiuchumi kupitia asilimia kumi ya mapato ya ndani ya halmashauri imeweza kutoa shilingi milioni mia tatu kwa, kwa wakinamama kwa vijana na kwa walemavu. Na hayo yote yamefanyika katika kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hassan. Aidha, nije katika vipaumbele vyangu kama mgombea udiwani, na waahidi ya kwamba uwekezaji wa wananchi kiuchumi nitausimamia vizuri katika kuhakikisha wananchi wanapata mikopo ya asilimia kumi. Kuweka mazingira safi katika usafi wa mazingira, kuhakikisha taka zote ngumu na taka nyepesi zinazolewa na zinapelekwa sehemu sahihi. Uboreshaji wa miundombinu ya barabara nitakisha unazingatiwa, ukarabati wa soko la Jumapili ili kuhakikisha pia wananchi wetu wanafanya shughuli za kuuza bidhaa zao katika soko la Jumapili, unakuwa katika sehemu sahihi na salama, kuhakikisha barabara ile inakarabatiwa, kuhakikisha kwamba vyoo vinapatikana ili wananchi waweze kufanya biashara pale katika soko la Monduli mjini. Baada ya kusema hayo, baada ya kusema hayo, ninawaomba sana itakapofika Oktoba 29 tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura kwa mheshimiwa rais kuendelea kumheshimisha kwa kuhakikisha anatuendelea kutusimamia ilani ya chama na kuhakikisha kwamba miradi yote ya maendeleo inaendelea kutekelezwa na ile, ile iliyoahidiwa katika ilani yetu ya chama cha Mapinduzi katika kipindi cha 25 30. Helain CCM oye! Oh yeah. Oh yeah. Baada ya kusema hayo nawashukuru sana kwa kunisikiliza.